Uhaligani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuzia yale alojiri tulio kuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima na habari za biashara zitasomwa na Sofia Amani. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Mgombea wa nafasi ya urais Zanzibar Rais Dr. Mwinyi asisitiza umuhimu wa kulindwa kwa amani ya nchi. Jeshi la Polisi nchini laendelea na uchunguzi wa taarifa za ndugu aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole ambaye ameripotiwa kutoweka kusikojulikana. Katika biashara na uwekezaji nchini waendelea kuimarika katika robo ya kwanza ya mwaka wa fedha 2025 2026. Na katika habari za kimataifa, waziri mkuu mpya wa Ufaransa ajiuzuru huku Rais Emmanuel Macron akiukubali uamuzi huo. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie uko Zanzibar ambapo tunaelezwa kuwa mgombea wa nafasi ya rais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema amani ya nchi ndiyo hoja ya kwanza ya msingi ya Chama cha Mapinduzi. Mrisho Mapeyo anayo taarifa zaidi. Dkt. Mwinyi amesema wana wajibu wa kuhakikisha amani inadumu kwani ndio msingi wa maendeleo yote na kuahidi kuisimamia amani iliyopo. Rais Dkt. Mwinyi ameyasema hayo alipozungumza na mamia ya wanachama wa chama cha Mapinduzi CCM na wananchi katika mkutano wa kampeni uliofanyika uwanja wa michezo wa Msuka Jimbo la Konde Mkoa wa Kaskazini Pemba. Aidha, ameeleza kuwa ongezeko la ufaulu kwa wanafunzi hivi sasa ni hatua kubwa ya ukuaji wa sekta ya elimu na kuahidi ujenzi zaidi wa skuli za kisasa. Dkt. Mwinyi pia amezungumzia suala la maji ambapo amesema katika kipindi kifupi kijacho, suala la maji litapatiwa suluhisho la kudumu na wananchi wote kupata huduma ya maji na kuahidi ujenzi wa bandari ya Wete na bandari ya Shumba. Kwa mujibu wa Dkt. Mwinyi, amesema awamu ijayo itaongeza pensheni jamii kwa wazee na pensheni ya wastaafu pamoja na kuwawezesha wanawake wanaolima mwani kwa kuwaandalia mazingira mazuri zaidi ikiwemo kuwapatia mikopo pamoja na utoaji wa kwa boti kwa wavuvi. Sisi Chama cha Mapinduzi tunajinadi kwa kufanya maendeleo yote ya vitu na watu. Kwenye upande wa maendeleo ya vitu tumefanya kwenye huduma za jamii. Huduma za jamii tulivyokuja mwaka 2020 tulijinadi kwamba tutatekeleza miradi mbalimbali mbali ya afya, miradi ya elimu na miradi ya maji. Tumefanya hivyo, nyinyi ni mashahidi. Skuli zimejengwa kila upande katika nchi yetu skuli za kisasa za ghorofa na zile za zamani tumezikarabati na tunaendelea. Kama kuna watu wanadhani labda tumemaliza, hatujamaliza, ndo kwanza tunaanza. Naye naibu katibu mkuu wa chama cha mapinduzi Zanzibar, Dr. Muhamedi Saidi Dimwa, amesema serikali imefanya maendeleo makubwa katika mkoa wa Kaskazini Pemba kwa kuimarisha huduma bora katika sekta zote katika miaka mitano iliyopita. tuendelee kuwachagua viongozi ambao watakuja kwenu na watawaletea manufaa makubwa. Ukikichagua Chama cha Mapinduzi ndio umechagua maendeleo yako, na ukimchagua Dr. Hussein Mwinyi ndio umemchagua ume maendeleo yako, na ukimchagua Dr. Samia Suluhu Hassan ndio umechagua maendeleo yako, lakini hawawezi kufanya kazi peke yao. Kuna waheshimiwa wa bunge nao watakuwa tayari kuwatumikia kwenye majimbo yao. Asante sana, Mrisho Mapeyo, kwa taarifa hiyo. Jeshi la polisi nchini limesema linaendelea na uchunguzi wa taarifa za ndugu aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole ambaye ameripotiwa kutoweka kusikojulikana baada ya kuvamiwa na watu wasiojulikana nyumbani kwake usiku wa kuamkia Jumatatu. Zaidi tuungane na mwanahabari wetu Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Jeshi la polisi nchini limetoa taarifa hiyo kupitiya taalifa iliyosambazwa katika vyombo mbalimbali vya habari nchini ambapo pamoja na kuelezea kuwa wanaendelea kufuatilia na kujua ukweli wa tukio hilo, yamebainisha kuwa bado inaendelea kumsubiri ndugu Humphrey Polepole aripoti katika ofisi ya mkulugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai. Aidha, jeshi hilo limeeleza kuwa Humphrey Polepole ametumiwa barua ya wito kwa mujibu wa sheria za nchi na anatakiwa aripoti katika ofisi ya mkulugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai ili atoe maelezo kuhusiana na tuhuma mbalimbali alizozitoa kupitia mitandao ya kijamii, lakini hadi leo hajaweza kutekeleza maelekezo hayo kwa mujibu wa sheria. Jeshi la polisi lingependa kutoa taarifa kuwa bado linaendelea kumsubiri ndugu Humphrey Polepole aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai. Ndugu Humphrey Polepole alitumiwa barua ya wito kwa mujibu wa sheria za nchi aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai ili atoe maelezo kuhusiana na tuma mbalimbali alizozitoa kupitia mitandao ya kijamii lakini, hadi leo hajatekeleza maelekezo hayo kwa mujibu wa sheria. Jeshi la Polisi limeona taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na ndugu zake kuwa ametekwa. Tayari tumeanza kufanya kazi taarifa husika ili kupata ukweli wake. Hata hivyo, kwa mujibu wa sauti ya mdogo wa Humphrey Polepole aliyetambulika kama Godfrey Polepole, akifanya mahojiano na shirika la utangazaji la Uingereza BBC, amesikika akithibitisha kutoweka kwa kaka yake akiwa hajui alipo hadi sasa. E, taarifa hizi ni, ni za kweli na na sasa tumefika nyumbani hapa alipokuwa anakaa, tumekuta mlango umevunjwa, tumekuta nyaya za umeme zimekatwa, ni zile security, security lines za umeme za juu ya ukuta tume, tumekuta mlango wa gate kubwa umevunjwa, tumekuta mlango wa ndani umevunjwa, tumeingia ndani, tumekuta damu nyingi sana ya yeah, tuko sasa, tumeenda kutoa taarifa wa kituo cha polisi. Pole sana, hali ni mbaya, hali ni mbaya, tumekuta damu nyingi sana zimemwagika. Asante sana, Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Tanzania inatarajia kuwa mwenyekiti wa baraza la mazungumzo katika mkutano wa 30 wa nchi wanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi, kopu 30 utakaofanyika jijini Belem, Brazil, Novemba 10 hadi 21, 2025 ambapo ujumbe wa Tanzania unatarajiwa kuongozwa na rais wa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Gudla Kimsola anayo taarifa zaidi. Katibu mkuu wa ofisi ya makamu wa rais, Mhandisi Sipiani Ruemeja ameasema hayo katika mkutano wa kitaifa wa kimkakati kuelekea ushiriki wa nchi katika COP30 uliofanyika jijini Dar es Salaam Oktoba 6 mwaka 2025. Amesema pamoja na Tanzania kuwa mwenyeji wa baraza la mazungumzo, pia itakuwa mwenyekiti wa baraza la wataalamu wa mazingira Afrika, ambapo maongezi na mijadala mbalimbali inayohusu mazingira itakayofanyika COP30 kwa upande wa Afrika Tanzania ndio itakuwa mwenyekiti e. Kwa Tanzania, kopu ya mwaka huu ni ya tofauti kidogo sababu sisi tutakwenda kwenye kopu 30 Tanzania ikiwa ni mwenyekiti wa baraza la mazungumzo, ni mwenyekiti wa baraza la wataalamu wa mazingira Afrika, Afrika group of negotiators, na sisi ndio wenye viti. Kwa hiyo maongezi yote, mijadala ma, mi, yote ambayo itafanyika kuhusu mazingira mwaka huu e, kuhusu kopu Eh, sisi ndio wenye viti kwa niaba ya Afrika. kao ni nafasi ambayo ni muhimu sana kwa Tanzania, kwa sababu tunaweza tukapusha ajenda zetu. Kwa mfano Tanzania sasa hivi tuna ajenda ya clean cooking. asa katika jina ya tunaipusha ajenda ya, ya, ya, clean cooking, ya clean cooking, iwe ajenda ya kidunia, ila wale wanaotoa wa fedha za mazingira fedha za mabadiliko tabia wa nchi waone kama mkakati wa mabadiliko tabia nchi ni moja ya mikakati ya kuinusuru dunia na janga la mabadiliko ya tabia. Kwa upande wake mkurugenzi wa, wa idara ya mazingira ofisi ya makamu wa kwanza wa rais Bi Farhati Mbaruku amesema suala la mabadiliko ya tabia nchi linahitaji fedha nyingi, hivyo ushiriki katika COP30 tutasaidia kufungua milango ya wadau kusaidia kwenye uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Ishu kubwa tutoenda kuzungumza kule ni ishu ya kupatiwa fedha kwa sababu unajua mabadiliko ya tabia nchi inahitaji fedha nyingi ili tuweze kukabiliana na mabadiliko ya, japo serikali inajaribu kuchukua jihata, jitihada mbalimbali mbali, lakini bado tunahitaji fedha hiyo. Moja, ishu nyingine tutakwenda kuzungumza mambo ya capacity building, kujengewa uwezo katika taasisi zetu serikali na sasa kiraia, na ishu ya tatu kuja na teknolojia mpya ambayo zinaweza kusaidia katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi hususa katika kupunguza gesi joto. Naye mkurugenzi mtendaji wa kan Tanzania Dr. Sixbet Mwanga amesema kuwepo kwa kikao hicho kutasaidia kuandaa wadau wote kuwa na kauli moja na kulifanya Tanzania kuwa kile kinachokusudia katika COP30. Kikao cha leo ni kikao muhimu sana, kama watangulizi walivyokwisha kusema. Kwanza kinawaandaa wadau wote kutoka asasi zisokuwa za kiserikali, sekta binafsi na wadau wa maendeleo wakiongozwa na mashirika ya serikali na ofisi makamu wa rais kujiandaa kwanza kuandaa mikakati wa pamoja, kwa e, wa pamoja kuhakikisha tunatengeneza Waingereza naita position ambayo hiyo ndio itakuwa e, tunaitumia e, kuhakikisha tunapata ambacho tunakihitaji hasa tukiangalia ni kwa jinsi gani tunaweza tukachagiza maendeleo tukiwa tunatoa mchango mkubwa kwenye dira ya taifa 2050. Asante sana Gula Kimsola kwa taarifa hiyo. Serikali mkoani Katavi imewataka wataalamu wa mifugo kuendelea kutoa elimu kwa wananchi juu ya ugonjwa wa kichaa cha mbwa ili kuwawezesha wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa huo. Neema Useni anayo taarifa zaidi. Ni uzinduzi wa maadhimisho ya siku ya chanjo ya kichaa cha mbwa ambayo yamefanyika manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, ambapo kaimu katibu tawala mkoa wa Katavi ametaka utoaji wa chanjo huu endelevu na kuhamasisha utoaji wa elimu ya ugonjwa wa kichaa cha mbwa kwa wananchi. Wataalamu wa mifugo kuendelea kutoa elimu kwa wananchi juu ya ugonjwa wa kichaa cha mbwa ili kila mmoja wetu aweze kuchukua hatua stahiki katika kudhibiti. Kwa hiyo, wataalamu wetu kuhakikisha elimu inatolewa. Na wewe katibu tawala msaidizi unayesimamia sekta hii, hakikisha umelisimamia jambo hili vizuri na tupate taarifa kila mwezi, tupate taarifa ya elimu iliyotolewa, imetolewa wapi na wananchi wangapi wamepata elimu katika eneo hilo. Kwa mwaka 2023 tuliweza kupokea visa 188, kwa mwaka 2024 tulipokea visa 166 na kwa mwaka 2025 tumepokea visa 108. Tafiti zilizofanyika zinaonyesha kwamba asilimia kubwa ya watu wanaoathirika ni watoto. Kwa hiyo rika la watoto ndio wanaoathirika kwa kuongozwa kung'atwa na umbwa, ambapo zaidi ya asilimia 64.3, taarifa zinaonyesha kwamba waliokuwa wameripotiwa kung'atwa na umbwa walikuwa ni watoto. Kwa upande wao wananchi waliojitokeza kuchanja mbwa wao wamesema mbwa wasipopata chanjo huleta madhara katika jamii ikiwemo kusababisha vifo mahawa. Si tunayaona wanauma watu, tunalipa hela kuchanja, wengine wanakufa. Kama jirani yangu aliumwa na mbwa kichaa barabarani, akumtibu yule mtoto akafa. Wakiwa hawana chanjo, huwa kuna wakati anakuwa anapoa, kama vile ana malali, lakini akipata chanjo, unamwona kabisa ni mtu ambaye anachangamka, ana stroke yoyote. Kwa hiyo ndio maana huwa tunazingatia, tukisikia tunasimamisha kazi zetu, tunakuja kwa kuzingatia chanjo zao mkoa wa Katavi umejipanga kupita nyumba kwa nyumba kusaka watu ambao wameshindwa kuchanja mbwa wao huku mkoa ukiwa unakadiriwa kuwa na mbwa elfu 28 na paka na 4976. Asante sana Neema Huseni kwa taarifa hiyo. Katibu mkuu wa jumuiya ya wazazi wa Chama cha Mapinduzi CCM Ali Hapi amesema serikali ya Chama cha Mapinduzi itaendelea kutoa ruzuku pamoja na kuendeleza sekta ya kilimo katika mkoa wa Shinyanga. Mwavita Mkondo ana taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga katika mikutano ya kampeni iliyoendeshwa na jumuiya ya wazazi wa chama cha mapinduzi CCM, katibu mkuu wa jumuiya hiyo taifa Ali Hapi amesema serikali ya CCM inaendelea kutoa ruzuku ya mborea na mbegu kwa wakulima sambamba na kuimarisha miundombinu ya umwagiliaji ili kuhakikisha upatikanaji wa chakula cha kutosha nchini. Serikali yenu ya CCM iliamua uamuzi wa kuweka ruzuku. Ruzuku maana yake nini? mfuko wa mbolea unauzwa laki na nusu, serikali ina gharamia elfu sabini na tano, inayobaki sabini na tano ndio analipa mkulima. Katika miaka mitano inayokuja, nataka niwahakikishie ruzuku ya mbolea itaendelea, lakini sasa tunataka kuimarisha kilimo cha umwagiliaji. Kwanza tunataka kuweka miundombinu sehemu mbalimbali mbali, mabwawa na hata maji ya ziwa Victoria ambayo yanapita tunataka nayo tuanze kuyatumia kutoa matoleo ya mifugo kwa ajili ya wafugaji na matoleo kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji. Mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi mkoa wa Shinyanga John Siagi amesema chama hicho kimerudi kwa wananchi kuomba ridhaa ya kuongoza tena kikijivunia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Sasa tumekuja kuwaomba tena ridhaa maana ni Chama cha Mapinduzi pekee ndicho kinachojua ni wapi tuliishia na wapi tuanzie tuendelee. Tuko sawa? Ndio, yeah. Maana tumekuja kuwaomba ridhaa tena mwaka huu 2025 mtupe. Tuko sawa? yeah. na hii ridhaa ni kuidhihirisha hapa mbele ya mgeni wetu na katibu wetu mkuu wa wazazi, ili aweze kuwaona akitoka hapa, seme kweli, wana wamenifurahisha. Wana Mwamara, kikadi cha mpiga kura hakikisha unakilinda mpaka itakapofika tarehe 29 Oktoba. Usimwachie mtoto, usimwachie baba, usimwachie mama, usivipeleke kwenye vikoba kwenda yeah, kukopea mikopo, si ndiyo? Yeah. E, tusifanye hivyo, tafadhalini sana. Ile ndiyo haki yetu ya msingi ya kuweza kupiga kura. Baadhi ya wananchi wamesema kuwa moja ya mambo wanayoyapa kipaumbele katika uchaguzi ujao ni kupata mbunge atakayechukua hatua za dhati kushughulikia changamoto za miundombinu ya barabara, upatikanaji wa maji safi na salama, huku wakihimizwa kutunza kadi zao za kupigia kura kama njia ya kuhakikisha wanashiriki kamilifu katika mchakato wa kidemokrasia na kufanya maamuzi sahihi ya uongozi. Nahitaji sana sana ni maji na umeme na mabarabara yetu, yaani yaoboreshwe ya na, na zaanati sana sana maji, kwa maana maji tunafata mbali mno. Tamani mbunga ajae atuletee umeme na maji kwa sababu tunateseka tunahitaja tuletee tena. Asante sana Mwavita Mkondo, kwa taarifa hiyo. Katika kuelekea uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu, mgombea nafasi ya ubunge jimbo la Kibamba Angela Kairuki ameahidi kushughulikia kwa haraka changamoto ya upatikanaji wa huduma ya maji safi kwa wananchi wa kata ya Goba sanjari na kumaliza tatizo la ubambikizaji bili za maji kwa wananchi. Mrisho Mapeo anayo taarifa zaidi. Akizungumza kwenye mkutano wa kampeni uliofanyika eneo la njia nne kata ya Goba, manispaa ya Ubungo, jijini Dar es Salaam, Kairuki amesema anatambua changamoto ya maji pamoja na suala la ubambikizaji wa bili, hivyo endapo atapata ridhaa ya wananchi kuwa mbunge wa jimbo la Kibamba, anakoenda kushughulikia suala la upatikanaji wa maji na kuhimiza mchakato wa matumizi ya mita kama zaluku. Aidha, Kairuki amesema anatambua kuwa miongoni mwa changamoto za wananchi wa kata ya Goba na jimbo la Kibamba kwa ujumla ni miundombinu ya barabara ambapo ameahidi kushughulikia changamoto hizo, ili kuboresha maisha ya wananchi, huku akieleza hatua ambazo serikali imeshazichukua kuboresha barabara <tipa> nafuatilia kuhakikisha maji yanapatikana muda wote, lakini kuhakikisha tunakomesha swala la pili za kubandikizwa, swala la kuta meta zimeingia fumbi, matokeo yake unatozwa gharama. Umepata maji wiki moja unatozwa maji mwezi mzima, hiyo itakoma sisi kwa upande wao wanasiasa wa Kongo na wazoefu waloshika nyadhifa mbalimbali hapa nchini akiwemo Hawa Ghasia na Charles Mwijage waliposhiriki mkutano huo wa kampeni uliofanyika kwenye kata ya Goba, wamewataka wananchi kuendelea kukiamini chama cha Mapinduzi kwa kuwapigia kura wagombea wake, kwani kimefanya mengi mazuri ya maendeleo, huku pia wakieleza wasifu wa Angela Kairuki Chama, Chama cha Mapinduzi. Siemoye, tunaanza kwanza kumwombea kura Dokta Samia Suluhu Hassan. Wote tunafahamu kazi alizozifanya ndani ya kipindi cha miaka minne, ndiyo maana chama cha mapinduzi kikampitisha na kumchagua kwenye mkutano mkuu kuwa mgombea pekee wa kiti cha urais. CCM oye! Ndani ya kipindi cha miaka minne Dokta Samia Suluhu Hassan amepeleka umeme kila kijiji. CCM oye! Na ngoja ni waambie watu wa Goba sisi na jiji la Kibamba sisi hatuna kero, tuna mahitaji tutakapokuwa tumemchagua mradi na Mungu atampa ameshaweka mkono wake. Tutakapokuwa tumemaliza kumchagua ange, angea waria nikwambie kwa Kifaransa wengine wasiele, na tunakwenda kumchagua Mama Samia, tunapeleka mahitaji, kwa sababu kero nilishaisha. Kero ni ile vumbi aliyosema usafi pale, kero ni ile minazi nilikuwa napika umu keo niaeo walikuwa napita. Sasa ni mahitaji, sema unahitaji nini? Naye mgombea nafasi ya udiwani kata ya Goba, Lawrence Mlaki, amewataka wananchi kujitokeza kupiga kura Oktoba 29 mwaka huu na kuchagua maendeleo kwa kuwapigia kura wagombea wa Chama cha Mapinduzi, kuanzia ngazi ya rais, ubunge na udiwani. Nichukua nafasi hii kipekee pia kuomba kura za Dokta Samia Suluhu Hassan. Mama Samia Suluhu Hassan amepokea nchi, ndani ya miaka minne ameweza kufanya miradi nyingi, ameweza kutekeleza miradi ya maendeleo yote, kuanzia SGR bwana Nyerere, lakini pia uchumi wetu unakuwa kwa asilimia 5.4, mfumuko wa bei pia huko kwa 3.3%. Ameweza kuweka sera nzuri za kikodi na za kifedha, lakini vile vile ameweza kushawishi mpaka tumeweza kuwa na uwekezaji mkubwa wanaotoka ndani ya wanaotoka nje ya nchi kuja kuwekeza hapa Tanzania. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Sekta ya huduma za kifedha nchini inaendelea kushuhudia mageuzi makubwa yanayolenga kumweka mteja katika utoaji huduma huku benki ya CRDB ikitumia maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja ishirini ishirini na tano kuonyesha matokeo ya mageuzi hayo. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika hafla ya maadhimisho hayo, kaimu mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB Bomaraba amesema mwaka huu kauli mbiu kima ya kimataifa ya maadhimisho hayo ni mission possible, inaendana kikamilifu na mwelekeo mpya wa benki hiyo katika utoaji huduma unaoendeshwa na teknolojia. Ameongeza kuwa mafanikio ya CRDB katika kipindi cha mabadiliko hayo yamechangiwa kwa kiasi kikubwa na uvumilivu wa imani ya wateja huku akiahidi kuwa benki imejipanga kutoa huduma bora zaidi kupitia matawi, mitandao kidijitali na bidhaa bunifu zinazokidhi mahitaji ya soko. Mfumo mpya huu unaitwa Terminals Transact, yani, T24, yani tuko masaa 24 online, umeweza kuiweka benki yetu ya CRDB katika ramani ya dunia, kiwango sawa na mabenki makubwa yanayofahamika duniani. Hivyo ni sahihi kusema kuwa mageuzi haya ya mfumo ni sehemu ya mission possible. Kwa upande wake mkuu wa idara ya huduma kwa wateja Yolanda Urio amesema maoni na ushirikiano kutoka kwa wateja imekuwa ni misingi wa mafanikio ya benki hiyo kwa kipindi cha miaka thelathini. Wiki hii tunajiunga na taasisi mbalimbali na makampuni mengine duniani kuadhimisha wiki ya huduma kwa wateja kwa upekee kabisa mkubwa na mwaka huu tuna sisi pia Tanzania mataasisi mengi pia yameungana na CRLB ikiwa kiongozi. Kauli mbiu ya mwaka huu ni mission possible, ambayo kwetu sisi tumetafsiri kama mkakati unaowezekana. Mkakati huu unatupa msukumo wa kuthibitisha kwamba changamoto zote zinazojitokeza katika kuwahudumia wateja zinaweza kushughulikiwa ubunifu na uweledi mkubwa. Aidha, wiki ya huduma kwa wateja itaenda sanjari na shughuli mbalimbali za benki ikiwamo kusikilizwa maoni ya wateja, ushirikishwaji wa jamii na mafunzo kwa wafanyakazi kuhusu umuhimu wa kutoa huduma bora, ikiwa ni sehemu ya kujenga uhusiano imara katika benki na wateja wake. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, uwekezaji nchini waendelea kuimarika katika robo ya kwanza ya mwaka wa fedha 2025 2026.